Ya mkono wako wakati wa kulia. Sikiza, nikwambie usipotambua ni wakati gani ufanye nini, ni wakati gani usifanye nini, ni wakati gani u, e, kitu gani kifanyiki, unaweza ukaishi maisha ambayo hukupaswa kuishi. Yani, unaweza ukalia wakati ambayo nini hey, ucheke Ukacheka mahali wakati ambao utakiwa fanya nini ulie? Kwa nini? Nyakati lazima utambue nyakati, kuna kazi, lazima utambue wakati ulionao. Wakati tulionao sio wakati wa kulia. Kwa nini sio wakati wa kulia? Kwa sababu tunaye simba wa kabila la Yuda, Yesu ameshinda, yeye ameshinda. Biblia asema kwamba alipigwa kwa ajili yetu na kwa kupigwa kwake sisi tumefanya nini? Hebu ni tuangalie jambo moja. Nimesema usipojua ni wakati gani ulionao, unaweza ukalia wakati ambao unapaswa kucheka na ukacheka wakati ambao ulipaswa kulia. Angalia kitabu kile cha nabii Danieli, kuna neno moja tuangalie hapo, sura ya tisa Kuna vitu usipokuwa makini navyo unaweza ukaishi maisha ambayo uh, sio uliopaswa kuishi, kwa sababu tu kutokutambua wakati. Danieli sura ya tisa. Tuangalie so, mstari wa kwanza na wa pili: katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Hosielo wa... mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka sabini. Nikweke nikamwelekezea mu, nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuwa, na kuvaa nguo za magunia. Msali wa pili ambao kuna kitu atakale niseme hapa. Anasema hivi. Neno yu... moja ambalo linahusiana na wakati, nimesema usipojua wakati ulionao unaweza ukaishi kwenye nyakati za tabu, ukaishi kwa ugumu sana. Ulipaswa kuwa, eh, Bwana asifiwe sana. Tumesoma maandiko haya. Biblia inaeleza huyu ni Danieli. Danieli, wakati anasoma, eh, akiwa kule Babeli. Labda nieleze historia kidogo ili iweze kunielewa tutakaposema hapa. Niliwahi kufundisha somo moja, eh, taifa la Israeli Wana wa Israeli walipotoka Misri wakaenda wakafika Kanani. Walipofika Kanani, lile taifa lilikuwa ni moja na lilikuwa na makabila kumi na mawili. Historia ndogo nini kifika hapa unielewe vizuri. Walipofika Kanani baada ya kutoka Misri walikoishi kwa miaka mia nne na thelathini wakiwa watumwa, walipofika Kanani, kwenye nchi ya ahadi, yale mataifa, lile taifa lilikuwa ni moja na lilikuwa na ni makabila kumi na mawili, na yale makabila kumi na mbili yanatokana na majina ya watoto wa Yakobo. Kila jina moja litoa kabila moja. Sasa wakati amefika pale, e, mtawala wa kwanza, mfalume wa kwanza kuongoza alikuwa ni mfalme Sauli. Alipomaliza Daudi, Sauli akaja Daudi, e, Sauli, alipomaliza Daudi akaja mfalme Sulemani. Sulemani alipomaliza akaja eh, eh, kiongozi mfalme mwingine aitwa Rehoboamu. Sasa kwenye utawala wa wa wa, wa, wa, wa Sulemani taifa lilipata ufa, taifa lilipata ufa kwa maana kwamba kulitokea hali ya mgawanyiko. Kuna makabila kumi yalikuwa na malalamiko ya kuto kutendewa haki kwenye utawala wa Sulemani alipoingia eh, alipoingia mwanae na Sulemani, anaitwa Rehoboamu alipoanza kutawala eh, wakainuka yale mataifa yale makabila kumi na mawili wakakutana na mfalme Sulemani Rehoboamu, uh, ili kumuuliza kama utawala wake utakuwa na mabadiliko au na kuwa kandamiza kama alivyokandamiza baba yake Sulemani. Majibu aliyowaambia Rehoboamu akawaambia kama mnaona utawala wa baba ulikuwa ni mgumu, utawala wangu utakuwa ni mgumu zaidi, utakuwa na sheria ngumu zaidi kuliko ilivyokuwa kwa watu wa baba. Kwa hiyo hali ile ikasipelekea taifa likagawanyika mataifa mawili, likawepo taifa la kaskazini ambalo lina makabila kumi wakaita Israeli, na yakawepo makabila mawili yaliyosalia kusini yakaitwa e, Yuda. Kwa hiyo taifa lilogawika mataifa mawili. Sasa taifa linalolizungumzia hapa kwa habari ya Danieli linazungumzia taifa la Yuda. Taifa la Yuda, kadri siku zilivyoendelea waliendelea kuwa na watawala tofauti tofauti. Sasa ulifika wakati ambao hili taifa la Yuda walimkosea Mungu. Mwambie jirani yako, walimkosea Mungu. Mapa tena walimkosea Mungu. Makosa waliyoyafanya yalikuwa ya kuabudu miungu mingine, wakajiungamanisha na mataifa ya jirani yaliyowazunguka ya Wafilisti na ya mataifa mengine, wakaabudu miungu ambayo hakuwa Mungu mwenyewe wa mbinguni. Mungu akakasirika. Kuna neno moja hapa, tuangalie kwenye kitabu cha Yeremia e, Mungu anaahidi ana E, anaahidi kuwaadhibu kuwa kupitia mataifa ya Babeli kwa sababu ya makosa ya kuabudu miungu mwingine. Soma kitabu cha Yeremia sura ya 25 mstari wa kwanza, tuende mpaka mstari wa tano. Yeremia sura ya 25 ndio, Yeremia sura ya kwanza, tutaanzia mstari wa kwanza. Neno hili ndilo lilomjia Yeremia katika habari za watu wote wa Yuda katika mwaka wa nne wa Yoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, mwaka ule ndio mwaka wakwaza, wa kwanza wa Nebukadneza mfalme wa Babeli, ambao Yeremia nabii aliwaambia watu wote wa Yuda na wenyeji wote wa Yerusalemu kusema, tangu mwaka wa kumi na tatu wa kutawala kwake Yosia mwana wa Amon mfalme wa Yuda hata siku hii hata siku hii ya leo miaka hii ishirini na mitatu neno la Bwana limenijia nami nimesema nanyi, nikiamka mapema na kusema, lakini ninyi hamkusikiliza. Naye Bwana ameituma kwenu watumishi wake wote hao manabii, akiamka mapema na kuwatuma, lakini ninyi hamkuwasikiliza, wala hamkutega masikio yenu msikiliza akasema, rudini sasa, kila mtu na ayache njia yake mbaya, wacheni uovu na uovu wa matendo yenu, mkae katika nchi ambayo Bwana aliwapa ninyi na baba zenu tangu zamani za kale na hata milele. Msiwafuate miungu wala msifuate miungu wala msifuate wala msifuate miungu mingine ili kuwatumikia na kuwasujudia wala usinikasirishe msinikasirishe kwa kazi ya mikono yenu, basi mimi sitawadhuru ninyi kwa dhala nalote. Lakini ninyi hamkusikiliza, asema Bwana, ili mnikasirishe kwa kazi ya mikono yenu na kujidhuru nafsi zenu. Basi Bwana wa majeshi asema hivi: kwa kuwa hamkusikiliza maneno yangu, angalieni nitapeleka watu na kuzitoa jamaa zote za upande wa kaskazini, asema Bwana, nami nitatuma ujumbe kwa Nebukadresa mfalme wa Babeli mtumishi wangu, nami nitawaleta juu ya nchi hii na juu ya, ya wakaao ndani yake na juu ya mataifa haya yote yaliyopo pande zote, nami nitawaangamiza kabisa na kuwafanya kitu cha kushangaza na kitu cha kuzomewa, na ukiwa wa daima. Tena nitawaondolea sauti ya kicheko na sauti ya furaha, sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi, sauti ya mawe ya kusagia na nuru ya mishumaa. Na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, nayo mataifa haya watatumika watamtumikia mfalme wa Babeli miaka sabini na saba. Mungu akamwambia Yeremia kwamba kwa kuwa taifa hili wameniacha, wameniasi, nimetuma manabii wengi, nimetuma watumishi wakawaonye na kuwaambia eh, kwa habari ya kuacha kuabudu miungu mingine, waniabudu mimi, lakini hawakusikia wameendelea kuabudu miungu mingine wameendelea kufanya machukizo kwangu. Eh, kwa sababu hiyo nimeamua kuyatuma mataifa eh, yanayowazunguka pande zote, watavamia nchi yenu, nitaondoa kicheko, nitaondoa furaha kwenye nchi yenu, kutatokea ukiwa usio kwa kawaida. Kwa Mungu akawaambia Eh, ataruhusu mataifa watavamia nchi ya Yuda na watachukua mateka vijana wenye nguvu watakuwa watumishi huko kwa muda wa miaka sabini. Hicho nataka niseme unielewe vizuri. Kwa hiyo Mungu akamwambia Yeremia nini kinakwenda kutokea kwa taifa la Yuda. Na yale Mungu aliyosema kwa habari ya taifa ya Yuda miaka michache baadaye yakatokea. E, taifa la Babeli e, e, chini ya kiongozi aliitwa Nebukadreza akavamia Yerusalemu. Alipoivamia Yuda akachukua vijana wote wenye nguvu akapeleka Babeli ili wakafanye kazi. Kulitokea mauaji yasiyokuwa ya kawaida, na hekalu la Mungu pia likachoma moto. Kwa kuna mambo mengi ambayo yalijitokeza, kulikuwa na vita yalitokea pale, lakini mwisho wa siku Nebukadneza akashinda akawachukua vijana akawapeleka Babeli. Miongoni mwa vijana waliopelekwa Babeli wakiwa bado vijana wadogo, alikuwemo mtu mmoja anaitwa Danieli. Sasa huyu Danieli akiwa huko Babeli Mungu akaendelea kuwa pamoja naye. Sasa nipo tunaona Danieli pamoja na vijana wenzake wote waliopelekwa Babeli kwa muda wa miaka mingi, waliendelea kuishi Babeli mpaka wakati ambao Danieli siku moja asema kwa kusoma vitabu vya kumbukumbu, yani vitabu vya manabii Danieli akagundua, aliposoma kitabu cha nabii Isaya akagundua jambo moja kwamba oh, kwa, kwambao kwa, kwa, kwa, kwa mujibu wa ujumbe wa nabii Yeremia Kumbe sisi tunapaswa kuwa Babeli, kuishi Babeli kama watumwa kwa miaka sabini. Nielewe vizuri, akagundua kwamba ok, kumbe sisi eh, Mungu alisema tutaishi Babeli kwenye nchi ya ukimbizini kama watumwa kwa muda wa miaka sabini. Danieli akaanza kuhesabu walipopelekwa Babeli mpaka wakati ule Danieli akagundua kwamba oh, kumbe sio wakati wetu wa kuendelea kuwepo Babeli. <laughs> Bwana asifiwe sana. Alipohesabu wakagundua kwamba ile miaka sabini ambayo walipaswa kuishi utumwani kule Babeli, ile miaka imeisha. Kwa hiyo Danieli akagundua kitu kimoja, kwamba kumbe sio wakati wetu sisi kuendelea kuishi wapi? Babeli. Sio wakati wetu sisi kuendelea kuwa watumwa kwenye nchi hii. Kwa hiyo kuna maisha unaweza ukaishi kama haujajua wakati na kusudi la Mungu kuhusu wakati huo, unaweza ukaishi maisha ambayo hukupaswa kuishi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukalia wakati ambao ulipaswa ulia. Daniel alipogundua kwamba wakati wote wa kuwepo Babeli umeisha, akachukua hatua, akaamua kumwendea Mungu kumwambia kwa habari ya mkataba na muda wao umeisha wa kuwepo Babeli. Unaweza ukaendelea kuteseka na magonjwa, ukaendelea kuteseka na changamoto mbalimbali kwa sababu tu haujajua siri kwamba yuko aliyeshinda kifo na mauti. Unaweza ukaishi